Tutapata kujua kwa nini sisi wanadamu inabidi tumwamini Yesu. Na jana siku ya jana tulijua kuwa Yesu anatutaka ana sisi wanadamu tuende mikononi mwake, ili tuwe katika mikono salama, na pia tutakapokuwa katika hii wiki nzima tukiendelea kujifunza kuhusu mambo mbalimbali mbali, na tukiendelea kufumbua siri za salama hatimaye tutaendelea kujifunza mengi mengi mengi katika hii wiki nzima. Basi nawakaribisha ili msipate kukosa hata somo moja katika juma hili. Leo kama kichwa chetu cha somo kinasema, rafiki wa kweli. Wote tunajua kuwa kila mtu hapa duniani ana rafiki yake, lakini sisi wanadamu sio kwamba kila mtu anaweza kumwamini rafiki yake. Kuna watu ambao wanaweza wakamwamini rafiki yake kwa moyo wote, lakini wengine wanaweza kumwamini rafiki yake kwamba huyu ni rafiki yangu, inabidi tu ni mwamini kwa sababu ni rafiki yangu. Lakini katika Biblia tuna rafiki mmoja wa kweli ambaye ni Yesu. Tukiangalia katika kile kitabu cha Mathayo 14:22 hadi 33 Tutakipata kisa cha Petro ambacho, ambacho katika kisa hicho tutajifunza kuwa Petro alipo yes, Yesu alitembea juu ya maji, na pia Petro aliuliza uliwezaje, na Yesu alipomwezesha Petro kutembea juu ya maji Petro alistaajabu sana, na Petro mara baada ya kuacha kuziamini nguvu za Yesu Petro akaanza kuzama. Petro alipoanza kuzama, Yesu alimwokoa. Hapo ndipo Petro aligundua kuwa Yesu ni rafiki wa kweli na ambaye ninaweza kumwamini. Yesu Yesu alifanya hivyo kwa nini? Yesu Yesu alitaka, ku, alitaka kumjulisha kuwa Petro alitaka kumjulisha Petro kuwa yeye ana uwezo mkubwa wa kufanya chochote. Na katika kile kitabu cha katika kile kitabu cha Mathayo 14 mstari wa 31 tunaweza ku, kupata kitu ambacho tunaweza kujifunza katika siku ya leo, ambapo tunapata kujifunza kuwa Yesu ana uwezo mkubwa kutokana na kila tatizo ulicho, kila, kila tatizo Yesu anaweza kulitatua ikiwa ukienda kwake ukamwomba kwamba, Yesu, nina tatizo hili, naomba ukaweze kunisaidia ukaweze kunifumbua, naomba ukaweze ukawe nami. Ukaomba hivyo na Yesu, ukiomba Yesu anaweza akakusikia na akaweza kukusaidia katika tatizo lako. Na tu, tunaweza ku leo tutaweza kujua kwa nini tunaweza kumwamini Yesu kwa nini tunaweza kumwamini Yesu? Yesu, Yesu ana nguvu juu ya kila hali. Yesu ana nguvu juu ya kila hali. Yesu sio rafiki ambaye, sio rafiki ambaye unaweza kusema Yesu ni rafiki ambaye kuna muda nikimwomba vitu anaweza kunitendea, na muda nikimwomba vitu hawezi kunitendea. Yesu hayupo hivyo. Yesu ukimwomba kitu anaweza akakutendea kwa wakati anaoutaka yeye, na Yesu ni rafiki mwenye uweza wote. Na kwa nini tunaweza kumwamini Yesu? Yesu anatupenda kwa upendo usiokoma. Kumbe hapa duniani tuma, tuna marafiki zetu, kuna marafiki zetu wa muda ambao wanatupenda kwa muda mfupi lakini Yesu anatupenda milele. Yesu ni rafiki ambaye hana upendo wa muda mfupi, Yesu ana upendo wa milele. Yesu yuko pamoja nasi kila wakati. Yesu anakuwa pamoja nasi kila wakati, kama sisi watoto, Yesu anakuwa pamoja nasi tukiwa shuleni unapocheza unapokuwa na marafiki zako unapo, kabla hujafanya uamuzi wako, hebu mshirikishe hilo jambo lako Yesu, na Yesu anaweza akakwambia aka lipi ni chaguo sahihi la wewe kufanya, au anaweza kukwambia mwanangu, hichi sio kitu sahihi na hichi ni kitu sahihi kwa kufanya. Kama tukienda pale kusoma katika zile amri kumi za Mungu, pale wametuambia kabisa kwamba hiki usifanye, hiki usifanye. Lakini kuna baadhi wetu sisi tuna marafiki ambao Biblia wanasoma, lakini na pia wanajua kwamba hiki nisifanye, na wewe kama rafiki yake umechukua muda wako, unakaa naye unasoma naye Biblia au kumwelekeza rafiki yangu, hiki Biblia inasema hiki usifanye, hiki usifanye, hiki usifanye lakini kuna baadhi ya marafiki wanasema, ah, huyu tu ananipotezea muda wangu. Anaweza kukuambia sawa, sitafanya, lakini siku inayofuata una, unaweza ukamkuta anafanya mambo yale yale ambayo ulimwambia, jamani rafiki yangu, Biblia imesema usifanye hiki, fanya hiki. Na a, kwa rafiki kama huyo, kuna baadhi ya marafiki kama hao unapochukua muda wako wewe kum kumsomea Biblia, kumwelekeza. Kuna baadhi ya marafiki wanaweza wakakuelewa na wakasema, rafiki yangu amechukua muda wake amekuja kukaa na mimi anifundishe kitu fulani. Utapata majibu mengi sana na baadhi ya majibu, utakuta wengine wanasema Yesu ni rafiki wa milele, wengine atasema Yesu, mbona huwa anakuwa na mimi katika hii changamoto, lakini katika hii changamoto hawi na mimi. Na katika dunia watu wengi sana huwa tunamkumbuka Yesu tukiwa na changamoto, ukiwa unaumwa unamkumbuka Yesu lakini kukiwa na furaha una raha unaacha kumkumbuka Yesu kabisa. Lakini Biblia inatuambia tuwe na Yesu wakati wote, popote Yesu anakuwa pamoja nasi, na Yesu anaweza akatusikiliza ukiwa na tatizo au, au ukawa tu unamwomba Mungu ili aweze akakuwezesha katika maisha yako ya kila siku. Swali fupi. Je, yeah, kila mtu unaweza kumwamini? Unaweza ukamwamini kila mtu katika hii dunia? Tuna mfano mfupi ambao unaweza kutueleza kwamba kama je, yeah, kila mtu anaweza kumwamini mwenzio, au kila mtu unaweza kumwamini rafiki yako au ndugu yako? Basi tutapata mfano mfupi ili kujua ka kama kila je, unaweza kumwamini jirani yako, au unaweza kumwamini rafiki yako wa karibu. Huu ni mfano mfupi ambao tutaweza